Kisanduku cha kurekodi data za ndege ya kijeshi ya Urusi iliyoanguka Jumapili iliyopita katika bahari Nyeusi ikiwa na watu 92 ndani yake kimepatikana. Kisanduku hicho kitasafirishwa kupelekwa Mosco kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi zaidi na wataalamu. Wizara ya ulinzi nchini humo pia imesema miili ya watu kumi na wawili waliokuwemo ndani ya ndege hiyo pamoja na vipande vya mabaki navyo vimepatikana. Kuanguka kwa ndege ya Colombia kumetokana na kuishiwa mafuta. Ndege ilisubirishwa wakati nyingine ilipopewa nafasi ya kupaa. Zaidi ya watu 70 walikufa katika ajali hiyo iliyotokea karibu na Medellin nchini Brazil mwezi Novemba. Watu 30 wamekufa baada ya boti waliokuwa wakisafiria kuzama katika ziwa Albert nchini Uganda. Baadhi ya watu hao walikuwa wachezaji wa timu ya mpira na mashabiki wao waliokuwa wanaburudika katika sherehe wakati ajali hiyo ilipotokea. Watu 35 wameuawa wa katika kipindi cha Krismas nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wauaji ni makundi ya wanamgambo katika eneo la Kivu ya Kaskazini. Eneo hilo lina idadi kubwa ya waumini wa dini ya Kikristo. Mnyamaduma yupo hatarini kutoweka. Utafiti mpya umeonyesha wamesalia elfu saba na mia moja msituni. Idadi hiyo inapatikana Afrika na sehemu ndogo ya Iran. Kupungua kwa wanyama hao wenye kasi zaidi duniani kunatokana na athari za kibinadamu kwa asilimia 91.